Kimsingi mimi naona kikao chetu kimekuwa na tija kwa sababu walengwa ambao tunatarajia kuwaita wote wamefika, lakini kimekuwa ni kikao shirikishi, na ndio maana tunapofika mwisho tunakuwa na maazimio, ni maazimio ya wadau wote. Kwa hiyo naamini hata kwenye utekelezaji hautakuwa na changamoto. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa hilo uh, kimekuwa ni kikao cha win win, yani, hamsini kwa hamsini, serikali ajenda zetu zimeenda kwa maana ya wananchi, lakini pia wadau wengine ambao ni tunategemea sekta binafsi wanunuzi wa e, matunda ya, ya wananchi nao pia malengo yao yamefika kwa asilimia hamsini. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa hilo, kwa sababu najua tutaenda kulitekeleza. Lakini jambo jingine, tumepokea mawazo kutoka kwa wadau ambayo kimsingi naona ni mawazo ambayo yenye tija. Moja, jambo moja hapo ilikuwa ni swala la upimaji wa udongo. Hili ni jambo ambalo liko ofisi yetu, ofisi ya kilimo, na tayari tuna kifaa kile cha kupima udongo kipo, ambacho serikali imetuletea. Kwa hiyo naamini kwamba tutaenda kuongeza kasi ya upimaji wa udongo. Eh. Tulikuwa na mtaalamu mmoja ambaye kwa tumemwasaini zoezi hilo lakini kimsingi tuliona haendi vizuri, tumemuondoa. Tume recruit kijana mwingine ambaye ataenda kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo wakulima, niondoe hofu. Mtaona mnafikiwa na maafisa kilimo kwa ajili ya kupima udongo wenu ili tija iweze kuongezeka. Na tumemwezesha huyo kijana kuhakikisha kwamba anafikia hayo maeneo kwa maana ya mafuta na chombo cha usafiri ili aweze kufika kwenye mashamba ya, ya wakulima hasa kwenye mazao yetu haya ya kipaumbele tunaongelea kahawa, parachichi, tunaongelea zao la korosho na ufuta. Ni, haya ni mazao ambayo tunasema tutahakikisha kama serikali tuna- tunaongeza ufuatiliaji ili yaweze kuzalishwa kwa kwa tija inayofaa. Lakini eneo lingine tumeshauriwa hapa, swala la kurasimisha madalali, hilo wazo tumelipokea na tunaifanyia kazi kwa sababu tukirasimisha maana yake itakuwa ni rahisi hata ufuatiliaji. Lakini pia hapo mi, kuna kwa jicho lingine kuna mapato ambayo serikali hatukusanya. Kwa hiyo nadhani hilo tumelibeba kwa uzito wake, pamoja kwa na kwamba ofisi ya biashara haipo, lakini mimi mkurugenzi nimechukua tutakana na wenzangu tutaweza kulifanyia kazi. Eneo lingine ni swala la shamba darasa, hili nalo pia ni muhimu, na nadhani kupitia kikao hiki ni kuagiza afisa mkuu wa idara ya kilimo na, na tufanye utaratibu wa mashamba darasa kama ambavyo tumefanya kahawa pale ofisi kwetu, basi tufike kwenye maeneo tuwe na mashamba darasa, kwa sababu watu wengi tunapenda kujifunza kwa kuona, yaani sio sio nadharia tu, kujifunza kwa kuona. Kwa kufanya hivyo, maana yake hata wakulima wetu wataendelea kuhamasika, lakini pia watapata elimu kutokana na haya mashamba ambayo tumeanzisha.